mara kwa maa mara kwanza aliugua akaenda akalaza kitete kitete, akapona. Baada ya kupona, akananili akaugua tena, akaenda kwa baba yake Shinyanga akatibiwa. Baada ya kutibiwa, akarudi Tabora. Baada kurudi Tabora anakunywa pombe, akaenda, akaenda na pombe, akaanza kusikwa akaugua, akaenda kalaza kitete taduka sisi tumekuwa ni macho na malau mama wangu, watoto wakiwa wadogo nimewalea nikawakuza katika utafutaji, ameza kutafuta amejia kutafuta, sasa maradhi yamemkuta katika jiwe mkuu mwanangu. Hatujawahi kuona upande wa ubabu wa Pangale wala ndugu wa Pangaleushiani nayemtambua mpaka simu imeingia asubuhi, inaweza kukumpigia dadangu wa Shinyanga akampigia babake. Babake akatoa maamuzi kwamba kama kuna wanazengo waliopo pale, tunaomba tupewe ushirikiano ili ahifadhiwe. Wananzengo wakachukua majukumu kwenda kuchimba sehemu ya nyumba kuu ili tuweze kuhifadhi. Simu ikaingia kwamba anatakiwa tena babu wapangale wa jina lake aenda kazikiwo Pangale, Pangale. Ilitoka kwa upande wa babu tami ubabu simtangui kwa sababu sisi tumezaliwa watu watatu, mama yetu ni mmoja, lakini kila mmoja baba yake. Baba nimewasiliana naye simu haipatikane, nimewasiliana na baba ni ni yangu wa Shinyanga. Hapa kuna malumbano, watoto wanang'ang'ania mwili uzikiwe hapa, kwa sababu ha, hamkuwa na ushirikiano wa kuweza kumuguza. Leo hii Mungu amemchukua ndio mnaleta gari si ndivyo? kama hizi ua na nguvu, mnajua anaugua kwa nini a ushirikiano. Mona pale atotea gari a nambeba, hatuwajui kwa kaulizo wao. Huyu namjua hatumjui nyinyi, watoto mnamjua huyu, hatuwajui. Sasa sisi tuna imani gani kama huyu baba wa Shinyanga anakuja, ni ndugu zetu? ikiwa kama fomu yao wao hawajatambulisha, ngupewa zamani imani gani? na imani kwamba mimi kaka yao na hii hapa sima na wananzengu walioko hapa ng'ambo, na nawashukuru kwa ushirikiano huu, wajenge umoja katika huu ili tuweze kumhifadhi ndugu yangu mdogo wangu katika hii ng'ambo. Tumeshangazwa na hili tukio la jirani yetu hapa, alikuwa akimuuguza mzazi mzee akiwa yeye na watoto wake, hatukuwahi kuona ndugu yoyote aliomsogelea hatukuwahi kuona mtu kutoka Pangale kutoka Dar es Salaam. Alihangaika yeye na watoto wake, akikopa mikopo, akiweka vitu kwa watu, lakini leo baada ya msiba watu wamejitokeza kwamba wamekuja kuchukua maiti. Baada ya hapo watoto wanaulizwa, wanasema sisi, a watu hatuwafahamu. Sasa tunajiuliza sisi, wananzigo wamekuja kuiba maiti au imekuja kwa sababu familia haiwafahamu au walokuja kwa hiyo hii imekuwa ni gumzo na ni kama changamoto fulani, hatuelewi mpaka sasa. Yani hatutofahamu wanazengo nzengo, tukimaanisha majirani hapa, hali imekuwa tofauti kwa sababu ya sitofahamu ya kumetokea, na upinzani wa aina mbili kati ya familia na familia. Marehemu alikuwa anaishi na familia yake mpaka umauti unampata, na marehemu ameugua kwa muda mrefu na familia yake ambako ndo alikozaliwa wakawa mbali na marehemu. Kwa hiyo marehemu alikuwa na familia, baba yake mzazi anaishi Shinyanga, na babu yake anaishi Pangale. Kwa hiyo baada ya marehemu kufariki usiku, kwa mkia leo, baba yake mzazi tumefanya mawasiliano naye, akasema wana nzengo, mujiandae, munisaidie mwandaye nyumba ya mirele ya marehemu kwa ajili ya kumstiri. Kweli mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa na wananchi, tumeenda kuchimba kaburi hapa jirani, lakini tunaendelea kuchimba kaburi limefika saizi ya kiuno, wakawa wamepiga simu tena, wakasema marehemu hazikwi, anaenda kuzikwa Pangale. Lakini baada ya hapo, baba mzazi akawasiliana na baba yake, yani ambaye ni babu yake na marehemu ambaye anaishi Pangale wilaya ya Sikonge, alivyowasiliana naye akasema tunaomba marehemu azikwe Sikonge ambapo ni Pangale. Kwa hiyo mpaka saa hizi hekaheka za watu hivi, na marehemu hajazikwa, shida. Kuna mgongano, azikwe mjini ambapo ndo marehemu amefia na ambapo ana familia yake, mke na watoto, au azikwe Pangale kwa kule babu yake ni mzee sana, akatuma wawakilishi ili waje kuchukua mwili wa marehemu waende kuzika Pangale. Mpaka sasa hizi tunasubiri baba yake, wanasema yuko njana, nakuja ili kuweza kutoa maamuzi kwamba mwanaye akazikwe Pangale au akazikwe mjini. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.